Kenya is headed in the wrong direction, na ndiyo sababu tukiwa hapa na Mweshimiwa kalonzo Musyoka, Mweshimiwa Martha Karua na timu yetu kubwa kabisa ambayo tunaunda twataka tuelekeze nchi pahala pazuri, na ni lazima tukosoe serikali hii pahala wamepoteza mwelekeo, wakianza kuwa, Kenya wakenya wakiholela vijana wadogo wanatekwa nyara, wanauawa, wanapigwa risasi A -a -a adharani Nairobi, tukiona kwa macho yetu, tuwasema, hatutakubali. Na sio tu watoto wetu ama wananchi, hata mapadri wetu. Father akiwa hapa amepoteza wenzake wawili. Father Alois Bet aliuawa kinyama kabisa. Father John Maina, a colleague wa father wetu hapa, alipatikana pia ameuawa kinyama kabisa. Mwezi unaisha, hadi sasa serikali haitwambii mapadri wetu waliwawa na nani na ni kwa nini? Ndio sababu tukiwa hapa, tunataka tuambie serikali hii. Na jana tumemwona mzee wetu Raila Odinga akiwa kwenye ile kamati ya baraza la mawaziri. Mimi nilifikiria Mheshimiwa Raila akiwa kule ataambia serikali ukweli, atetee vijana jenzi waliowawa 2023 kwa maandamano ile ya Azimio. Hadi sasa hakuna askari ameshikwa.

Na mimi nasikia bada ya kutetea Boniface Karioki hajaongea hadi sasa, anatetea mtu anaitwa Adani, Adani ambaye alikuwa amekuja kuchukua Jomo International Airport, kuchukua hapo kwenye sha. tunasikia iko deal nyingine kule Kenya Ports Authority, anataka kununua ile, kunyang'anya ile port yetu. Badala atetee hayo, anakuja kutetea Adani bwana. Ningekuwa Leonard Mambo Mbotela ningeuliza, je, huu ni ungwana?